Alfarq baina ibadu wa abid, na tukazungumzia wa firqabi. Leo tutazungumzia maa malakat aymanukum, nini maanake? Kwa sababu alawalun babu zetu, hivi vilma vitatu vyote wao walifahamu kwamba Mwenyezi Mungu anazungumzia kuhusu utumwa. Na tukasema kama katika wasalihina min ibadikum, ukiangalia kwenye tafsiri babu zetu wametafsiri abidikum ambapo kuna tofauti kubwa kama tulivyoeleza, ibad na abidi, hivi ni vilma tofauti. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna kilma amekitaja ndani ya, ya Qur'ani, ar-riqabu, kama kwenye zaka, wafirriqabi, babu zetu wametafsiri kwamba ni watumwa, na tukaeleza kwamba wafirriqabi ni wale ambao kwamba wako katika jela, wako chini ya muraqaba Leo tutazungumzia ma malakat aymanukum kwa sababu pia kilma kama hichi babu zetu wamefahamu kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala anazungumzia kuhusu sabi. Sabi ni watu wanapokwenda vita, wakiwa wameshinda vita, wamechukua yale mali yao ya wale maadui zao, na huchukua mpaka wake zao ama wasichana, hiyo ndio inaitwa sabi, kuteka wasichana, wanawake walolewa, kuwatukua hiyo ndio sabi. Babu zetu wanafikiria kwamba ma malakat aimanukum ndio hao sabi ambao kwamba wanaotekwa katika vita, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bariu min dhalika, yuko mbali na hayo yote. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hautambui utumwa wala hakuteremsha ha ha ha hukumu yoyote ndani ya Qurani kuhusu utumwa, kama tunavyoeleza katika kilima cha ibadi na abidi na wafiriqabi. Leo tunaangalia mamalakat aimanukum mwanzo. Ikiwa ni mwenye kutadabbar Quran na kutumia akili yako, utakuwa na wasiwasi wakati unaposikia kwamba mamalakat aimanukum inamaanisha wale wanawake ambao kwamba walioshikwa wakati wa vita ambao ni sabi. Ikiwa unatumia akili yako utakuwa na wasiwasi na tafsiri kama hiyo. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala kwenye sura An-Nisa aya 25, baada kusema wa man lam yastati' minkum taulan an yankiha almuhsanati muuminati famimma malakat aymanukum min fatayatikum almuminati, mpaka Mwenyezi Mungu akafikia akasema fankihu fankiuhunna biidhni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Sasa hapa swali la kujiuliza, ikiwa ma malakat aymanukum ni sabi, ni wale mateka waliotekwa wanawake, ikiwa inamaanisha hivyo, vipi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aseme fankihu hunna biidhni ahlihinna, waoweni kutokana na idhni za jamaa zao Nyinyi mmewateka mmekuja nao Madina, vipi utawaoa muaoe kulingana na idhni ya jamaa zao? Wako wapi jamaa zao? Kwa hivyo hapa tu, kisha waatu hunna ujura hunna bilmarufu, na muwape ujira wao mahari yao. Kwa hivyo hapa tu lao ni mwenye kufikiria, utasema la, hapa mamalakat aimanukum haingiliani. Hilo ndio jambo la kwanza. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu chake ametaja kilma al-yamin na al-ayman. Na al-yamin ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu ametaja wamatilka biyaminika ya Musa, hapa imekuja hakika, sio kinaya wamatilka biyaminika ya Musa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuliza Musa, yani umeshika nini mkono wako, biyaminika, sio mkono wa kulia yamin Yaani ni kuanzia vidole mpaka hapa, hichi tunakiita kitanga cha mikono. Hichi ndio kinaitwa yamin. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amwambia Musa, wama tilka biyaminika ya Musa. Musa akasema hiya aswaya tawakkau alaiha. Kwa hivyo, kwa sababu fimbo unaishika nahiki, zimu, na hiki kitanga cha mkono. Kisha Mwenyezi Mungu kwenye aya nyingine naye atuonesha mfano faragha alaihim dharba bil yamin Yani, kuhusu Nabi Allah Ibrahimu kuwaangusha wale masanamu, dharba bil yamini, yani alitumia mkono, hakutumia kifaa chochote la dharba bil yamin, alitumia hichi kitanga cha mikono kuwaangusha wale masanamu. Kisha aya nyingine Mwenyezi Mungu wala tahutuhu bi yaminika, sisi tunaandika kwa kutumia hichi kitanga cha mkono. Kwa hivyo tumeona, na kwenye aya nyingine Mwenyezi Mungu imekuja kwa sababu ya kwa eh, maana ya upande anil yamini wa anil shimali yani upande wa kulia na upande wa kushoto. Kwa hivyo tumekuta kwamba kilma cha al-yamin kimekuja hakika na pia kimekuja kinaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakati aliposema la yu'khidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'khidhukum bima 'aqadtum al-ayman. Nini maana bima 'aqadtum al-ayman? ni wakati mnapo mnaporidhiana katika dili fulani, katika jambo fulani, yani pande mbili mkawa mume, mume- mume- ahidiana, na kulazimishana katika jambo fulani ambalo kwamba nataka kulifanya. Kwa hivyo pande mbili mnapokubaliana, hiyo ndio inaitwa uqdatul aimani, yani zamani watu wanapokuwa wanapokuwa hata mpaka sasa pia wanapokuwa wana mipango yao wakaahidiana na wakaandikishiana na wakakubaliana, mwisho utaona wanapeana mikono, wanashikana mikono hivi, hiyo inaitwa uqdatul aiman. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiyo ndio inaonyesha kwamba anasema, walakin yuqidhukum bima aqadtumul aiman, bima aqadtumul aiman, yani hapa imekuja kinaya ni yani, kwamba mmeahidiana yani kutunga ile ahadi yale mulolazimishiana yani, mwahidiana, yani kwamba, yani mulolazimishiana mtakuwa ni wenye kuyatekeleza. Kwa hivyo al aiman imekuja na kinaya ya riaya ya kutunga, kutunga nini? Zile ahadi, uqdatul aiman ni kutunga zile ahadi. Lakini hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atsema ma malakat aimanukum, ma malakat aimanikum ni kwamba umemiliki kutunga ile ahadi ma malakat aymanukum ni kumiliki kutunga ile ahadi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala sio kumiliki mtu la, ni kumiliki ile ahadi ambayo kwamba mmeahidiana, sio milki liyamin. Maana milki liyamin mwanzo ni makosa. Mwenyezi Mungu amesema ma malakat aymanukum, hakusema milki liyamin. Kuna tofauti kubwa ya ma malakat aymanukum na milki liyamin. Milki liyamini ni kama kalamu unapoizuia kwenye hichi yamini, hapa unasema hii kalamu iko chini ya milki liyamin, hii kalamu hiyo, ndio maana milki liyamin. Lakini Mwenyezi Mungu hapa nasema ma malakat aimanukum. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu kwa ile mnaomiliki katika zile ahadi yambo kwamba mnaoitunga. Kwa hivyo hapa imekuja eh, ma malakat aimanukum wa kinaya ya riaya, riaya. Lakini hapa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ma malakat aymanukum anazungumzia kuhusu mwanadamu, anazungumzia kuhusu insan. Kwa hivyo nini hapa kinachotungwa? Ni ile riaya ya yule mwanadamu, yani riaya kumtunga yule mwanadamu kutokana na ile ahadi ambayo kwamba uliahidiana wewe na yule ambaye kwamba unaimtunga, yani mmeahidiana pande mbili, mkakubaliana kwamba wewe utamwangalia mtu kama yule, huyo ndio mamlakat aymanukum na mamlakat aymanukum wako mpaka leo, mamlakat aymanukum wako mpaka leo ila qiyamis saa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati aliposema kwamba famima malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minati, kisha akasema fankihuhunna biidni ahlihinna Mwenyezi Mungu akizungumzia kuhusu habari ya ndoa ni kwamba ndoa kama hiyo iko iko ila kiami saa ya ma malakat aimanukum. Kwa hivyo ma malakat aimanukum ni kina nani? Ma malakat aimanukum ni wale ambao kwamba mwanamke anayefanya kazi mahali mahali kama pale, sio kwamba anafanya kazi kisha jioni anaenda zake, la yafanya kazi mahali kama pale katika nyumba kama ile na anaishi nyumba kama ile na yule bosi ama yule arbabu ndiye anayemwangalia kwa kila kitu. Mfano kama wanawake wanaokwenda Saudia, wanapokwenda Saudia wako chini ya riaya ya yule arbabu wake. Yeye ndiye anayemwangalia akiwa mgonjwa, yeye ndiye anayempa mshahara, yeye waishi kwake, yani kila kitu, yani kuna agreement wameandikishiana ni kwamba atatimiza ata, ata zile ahadi ile agreement ataitimiza, kwamba kumwangalia kwa kila kitu na kulala yolala pale. Huyo ndiyo ma malakat aimanukum. Kwa hivyo ma malakat aimanukum ni yule mwanamke ambaye kwamba anaishi kwenye nyumba na yule mwenye nyumba ametukua jukumu la kila kitu kumwangalia mwanamke kama yule, na kwamba wameafikiana yule mke amekubali, amesaini kwamba mimi nitafanya kazi kwako, ikiwa ni contract kwa muda fulani e, ikiwa ni ugonjwa, ikiwa nini, wote ni uko chini kwa wa yule arbab. Kwa hivyo hao ndio mamalakat aimanukum, wala Mwenyezi Mungu hazungumzii kuhusu sabi, kuhusu wale wanawake wenye kutekwa mateka. Kwa hivyo mamalakat aimanukum maana yake ni kumiliki ile riaya ya ile ahadi mloahidiana, sio kumiliki mwanamke, la kumiliki ile ahadi riaya, kuchunga ile ahadi ambayo kwamba mloahidiana, kwamba wewe utakayemwangalia. Kwa hivyo mamalakat aimanukum ni yule mwanamke ambaye kwamba anayefanya kazi kwa watu fulani, na wale watu ambao kwamba wameahidiana na yeye kwamba watamwangalia kwa kila kitu, watamsimamia na kitu chochote. Hao ndio mamalakat aimanukum. Mara ingine huwa ni yatima meahidiana pengine na familia yake kwamba wewe utamchukua yatima kama yule wa kike, na wewe utamwangalia kwa kila kitu na ataishi kwako. Huyo ndio mamalakat aimanukum, wala haina uhusiano wowote na sabi. Kwa hivyo, ndugu Waislamu, turudini katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, ili tusahihishe makosa ama ufahamu wa makosa waliokuwa nao babu zetu, kwa sababu sisi hatuna masulia kwa wao wao wamefahamu kulingana na zama walizokuwa wako wao. Kwa hivyo sisi hatuna masuhulia kwa wao, kila mmoja anaenda kwa ule ufahamu wake. Mwenyezi Mungu wakati aliposema afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha, Mwenyezi Mungu anazungumzia kila mtu, sio watu fulani ndio watadabbar Qur'an. Kila mmoja ana haki ya kutadabbar maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa, subhana wa Ta'ala, na hilo ndilo analolitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na maal asafu shadid, sisi tunakimbilia hifdhi l-Qur'an, huisoma vizuri Qur'ani, huitumia hui katika kuzungua, lakini tumesahau jambo kubwa ambalo kwamba ni muhimu analolitaka Mwenyezi Mungu, nayo ni tadabbur kuzingatia maneno yako. Kwa sababu unapoyazingatia maneno yako na kutumia akili katika kufahamu maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio itakufanya wewe ujue hukumu ya Mwenyezi Mungu, ama muradi wa Mwenyezi Mungu, anasema nini kuhusu aya fulani, ama kuhusu hukumu fulani. Kwa hivyo turudini katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, tusome kwa kutumia macho yetu na tusome kwa kutumia akili zetu, sio qala fulan qala allama la wewe mwenyewe ambaye kwamba ulo karne ya ishirini na moja soma na ufahamu maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. wa ila liqa'in akhar bi mashiati Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.